Kama unafuga kuku au na mpango wa kuanza ufugaji wa kuku basi, video hii inaweza kukuokoa, au inaweza kukuangamiza. Kuna maswali matatu ambayo wafugaji wengi sana yamekuwa yakiwatesa wakijiuliza, na wamekuwa wakikosa majibu sahihi. Kwa hiyo usiondoke mapema, kana mimi mpaka mwisho wa video hii, ili uweze kuyajua maswali hayo ni yapi na pia majibu yao ni yapi. Sawa, eh, leo sitapamba maneno, nitakuelekeza ukweli kabisa moja kwa moja bila kujali ukweli ni mchungu au vipi. Lakini maswali haya matatu, ambayo kila mfugaji wa kuku amewahi kuyauliza, lakini wachache wao hupata majibu ambayo ni sahihi, na wengi wao wamekuwa wanapata majibu ambayo sio sahihi. Sasa tukianza na swali la kwanza. Swali la kwanza ambao wafugaji wengi wamekuwa wakijiuliza sana linasema, kwa nini kuku wanakufa ghafla hata nikiwapa chakula na maji? Unakuta mfugaji anafanya kila kitu ambacho yeye anaona kabisa hichi ni sahihi, lakini bado mwisho wa siku kuku wanakufa, vifaranga wanakufa, lakini chakula anawapa, maji pia anawapa chakula anaweka cha kisasa kabisa kizuri chenye virutubisho vya kutosha, lakini bado kuku wanakufa. Sasa ukweli ni mchungu, lakini kwenye ufugaji wa kuku unatakiwa ufahamu ya kwamba chakula na maji peke yake havitoshi. Chakula na maji peke yake havitoshi, nimerudia tena kwa mara nyingine ili uweze kuepukana na vifo vya kuku vile vya kuku mmoja mmoja, maana unashangaa anaanza kufa mmoja mmoja, alafu ghafla unashangaa unaamka asubuhi amekufa kuku kumi, sita, saba, thelathini, hamsini, mia wamekufa kwa mara moja. Ili uweze kuepukana na vifo hivyo, suluhisho lake sasa, unatakiwa cha kwanza, chakula ndiyo safi kulingana na umri wao, maji ndiyo safi lakini chanjo. Hakikisha kuku wako wanapata chanjo kwa wakati sahihi na kwa umri sahihi. Kitu cha pili, usafi wa banda, ndio unawapa chakula, unawapa maji. Je, banda lako ni safi? Je, banda lako lina ukavu wa kutosha? Maana kufahamu kwamba magonjwa ya kuku mengi huwa yanasababishwa na unyevu wa banda chakula kukosa virutubisho vya kutosha na huku kukutana na vimelea vya magonjwa. Kwa hiyo tunavyozungumzia kwenye usafi wa banda tunazungumzia pamoja na kupuliza viua vimelea vya magonjwa kama vya kampuni vya, ya Virida na nyinginezo. Sababu nyingine ni ujenzi wa banda. Unakuta mtu, nitakupa mfano rahisi, kuna mtu nilimwona amenunua vifaranga wengi sana, karibu elfu moja. Lakini alivyoweka banda, bandani kwake ndani ya muda mfupi walikufa vifaranga kama mia tatu hivi ndani ya siku mbili tu, vifaranga kama mia tatu wakapotea. Ni, nilivyoenda bandani kwake nikakuta anafugia kwenye nyumba yani, ni nyumba ya kuishi. Kwa hiyo kama unavyojua madirisha ya nyumba ya kuishi ni madogo, sio makubwa. Kwa hiyo hewa ndani ni ya shida, alafu akaweka mkaa, kwa sababu anaamini kwamba ni lazima vifaranga wapate joto, na huo ndio ukweli, lakini akuangalia hewa iliyoko bandani kwake. Akaweka tena juu, kwa, juu kwa, kwa, tu, mia, mia na hamsini na mkaa juu kwa joto, likawazidia vifaranga. Kwa hiyo akawa kila akiamka anakuta tu amekufa, mpaka karibia wakaisha. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kuzingatia kwa zingatia chanjo, zingatia usafi wa banda na ujenzi wa banda. Swali namba mbili, kwa nini nafuga lakini faida haionekani au naishia kupata hasara. Hilo linawaumiza wafugaji wengi sana, na swali namba tatu linaumiza zaidi kwao, lisubirie ili uweze kulifahamu. Kwa swali namba mbili, kwa nini nafuga kuku lakini faida haionekani, au hata kama napata faida ni kidogo, au naishia kupata hasara? Ukweli ni mchungu, lakini ukweli ni kwamba wafugaji wengi wa kuku wanafuga kwa hisia, hawana mahesabu yaliyokamilika unakuta mtu anafuga kwa hisia, hana mahesabu yaliyokamilika, hajui gharama halisi ya chakula, ya dawa, ya chanjo, sawa, muda wao kuku wenyewe kuzalisha, hajui riski pia ya vifo. Kwa hiyo anatumia mkaa kwenye kuanzia vifaranga, apigi zile hesabu kwamba amenunua kifaranga begani, gharama ya mkaa au umeme kwa ajili ya kumpa joto, chakula kila kitu, gharama ya maji, apigi hivyo hesabu. Mwisho wa siku, akija akiuza kuku kwa shilingi elfu kumi na mbili, mfano, amefika kwa miezi mitatu, akamuuza elfu kumi na mbili. Kwa sababu ile elfu kumi na mbili amepata kwa mara moja, naona nila nyingi sana amepata lakini kumbe akipiga hesabu vizuri kuanzia anachukua kifaranga paka amefika pale, anajikuta na faida 500, 1000, au hana faida kabisa. Kwa sababu kubwa ni hesabu. Lazima uwe na hesabu inayokamilika, ujue kinagaubaga mradi wako gharama yake ya uendeshaji ni shilingi ngapi wanakulaje. Ujue kuku umemkuza mpaka amefika hapo, uwe na data zilizokamilika kwamba amegarimu shilingi ngapi, hii unavyouza ujue faida yako ni hipi, mtaji wako ni hipi. Hilo ndio swali la pili. Sasa swali la tatu ambayo hili limekuwa linawaumiza sana wafugaji wengi ni kwa nini kuku hawafiki uzito au hawatagi kama inavyosemwa. Unaenda kununua kuku wa mayai, ukifuatilia video YouTube watu wanakwambia wanataga asilimia tisini, asilimia themanini, lakini wewe ukifuga wanaishia asilimia sitini, asilimia sabini. Au unaona wenzako YouTube wanakwambia kuku huyu ukimfuga miezi mitatu anafikisha kilo tatu au kilo mbili na nusu, lakini wewe unafuga, unashangaa miezi ile imefika, bado ana kilo moja, kilo moja na nusu. Unajiuliza kwa nini? Au mwingine anasema kampuni ya vifaranga leo aliniuzia ni mbovu. Wanaanza kuweka lawama Kiukweli ni kwamba hakuna kuku wa miujiza. Ufugaji wa kuku au mifugo yote ni pembe tatu: chakula bora, mbegu bora, usimamizi bora. Kwa hiyo ukikosea lishe, ukakosea ratiba ya kulisha. Kwanza, aina ya chakula: je unalisha kuku wako kulingana na umri walionao, au wewe unachanganya chakula cha aina moja kuanzia vifaranga mpaka wamekuwa kuku wakubwa? Hiyo ni kosa la kwanza ambayo ninasababisha swali hili na maumivu haya kwa wafugaji. Kitu cha pili ni ratiba ya kuwalisha kuku. Mtu nakuta saa nyingine ana asubuhi anawapa chakula saa sita, saa nyingine saa nne, siku nyingine anawapa saa kumi na mbili asubuhi chakula cha jioni, siku nyingine anawapa saa moja usiku, siku nyingine anawapa saa tisa mchana, yaani hana ratiba maalum ya kulisha kuku. Lazima uwe na ratiba maalum ya kulisha kuku, kama ni saa moja kamili asubuhi na jioni ni saa kumi na moja, hakikisha kila siku muda ule unawalisha kuku wako. Kitu kingine ambacho kinawapa changamoto ni msongamano. Nakuta mtu amesongamanisha kuku wengi. Ukisongamanisha kuku wengi kwenye eneo dogo, wanashindwa kuongezeka, kwa sababu wenye nguvu ndio wanaokula chakula kingi, wale ambao hawana nguvu wanaishia kula chakula kidogo. Kwa hiyo utakuta kuku ni rika moja, lakini wengine ni wakubwa sana, wengine wadogo kabisa, kama bado vifaranga, lakini wote ni rika moja. Ni kwa sababu hii unasongamanisha sana, kuku wanakuwa wengi. Kingine <coughs> ni mbegu. We, unanunua kuku lakini hauzingatii mbegu bora wewe, unachukua tu ilimradi unafuga kuku ure, unachukua kuku wa kienyeji lakini unataka kupe kilo tano ya nyama kwa miezi sita au kilo ya nyama kwa miezi sita. Haiwezekani. Kwa fuga mbegu kulingana na mahitaji. Unataka mayai, fuga chotara kama ni mayai ya kienyeji unataka, kama ni biashara ya mayai unataka kuuza mayai ya kisasa fuga kuku wa kisasa wa mayai, kama ni nyama ya kisasa fuga broiler, kama ni nyama ya makuku chotara, kama nyama ya kuku wa kienyeji fuga kuku chotara hiyo itakusaidia angalau, utaweza kuepukana na hii changamoto. Sasa kwa ufupi, ufugaji wa kuku si mgumu, lakini haukubali uzembe. Katika ufugaji ambao haukubali uzembe hata kidogo ni ufugaji wa kuku. Ukikosea chanjo, unaanguka. Ukikosea hesabu zako, unaanguka, na ukikosea usimamizi pia unaanguka. Kama umejifunza kitu hata kimoja Bonyeza alama sabu ya kusubscribe na kushare video hii ili na wafugaji wengine waendelee kupata mafunzo, na pia na wewe uendelee kupata mwendelezo wa vipindi vyetu. Andika kwenye comment hapo jina lako, au andika kuku nitakuuka kwenye group letu la WhatsApp kwa ajili ya mafunzo. Karibu Mkongwe Farm.